Jiulize maswali. Umeambukiza nini kwa watu wengine? Kuna watu wengine umeambukiza magomvi, kuna wengine umeambukiza chuki, wengine umeambukiza matengano, badala ya kuambukiza kweli ya Mungu wale watu watakaswe. Ndio watu mnazidi kuwadumbukiza. Je, hiyo kumi ikoje? Mungu anatutazama vipi? Anatuangalia vipi? Anakutazama vipi? Je, unafikiri utapata neema kama ya Sauli? Yesu anashindwa kujiuzuia, anamfuata Sauli, anasema Sauli, mbona unaniuzi? Unaniuzi Sauli, unachokifanya. Je, unafikiri na wewe utapata hiyo neema ya Yesu kushuka kukupigia kelele, kwambia fulani bini fulani, unaniuzi? Haleluya. Mda mwingine hiyo neema hutoipata. Kina Musa walioko Tanzania, walioko nchi zozote wanatosha. Eh, tajili akaa, akasema ninaomba unipe nafasi na mimi nikawadokezea kweli hiyo. Ndugu zangu, kuna ndugu zangu huko wanakula bata, wamelisi mali zangu nilizokuwa nazo, wanafurahia tu, wanafanya mambo yasiyofaa, bila kujua wanakoenda ni pabaya. Naomba unipe nafasi Yesu, niende tu nikawatangazia, nikawambia kwamba jamani, hizi mali angalau hizo mali hata nikazichome moto. Lakini namwambia hapana, kama wameshindwa kumwamini Musa aliyoko huko basi imekwisha, imekwisha. Mungu amekupa neema ya kufahamu haya, Mungu amekupa neema ya kuyajua haya. Na kama ametupa neema ya kuyajua haya, basi tuna sababu ya kutengeneza, tuna sababu ya kufanya kitu fulani. Ifike mahali watumishi wa Mungu tutembee katika kweli, tuiseme kweli, tufurahie watu wanapotembea katika kweli ambayo tunaizungumza. Tusifurahie kuwa na idadi kubwa ya watu makanisani, na wala usishabikie dhehebu. Jamani, mimi Roho Mtakatifu alishanifunulie kitu hiki, na huo mtazamo ulishaondoka kabisa kabisa upande wangu, upande wangu sababu so, mimi ukiniambia, mi nimekulia EJT kanisa la like, kipentekoste zuri kabisa. Sina maana ya kwamba EJT haina msingi mzuri, ina msingi mzuri na imenijenga mpaka hapa nilipo, lakini Yesu ambaye waliokuwa katika msingi wake ndio aliyesababisha, ndio hivi kwao, kama Yesu ndio anaye anayefatwa. Usijivunia ya kwamba mi niko dhehebu fulani au niko hivi niko hivi niko hivi Sisemi madhehebu mengine, ninasema la kwangu nilipotoka. Sasa mimi sijui uko dhehebu gani, lakini nataka nikwambie, usiwe mtumwa wa dhehebu. Kuwa mtumwa wa Yesu Kristo ambaye ndio ataka a ambaye aliomba maombi haya kwamba utakaswe na kweli. Usiwe mtumwa wa dhehebu, hilo dhehebu aliwezi peleka mbinguni. Ninakuambia nakuishia, hata kama liwe strong imara kiasi gani, kama haliko katika msingi wa Kristo, maana yake alipo katika kweli ya Mungu. Na kama alipo katika kweli ya Mungu, ujue ya kwamba halitakupeleka katika uzima wa milele halitakupeleka, halitakupeleka. Kuwa mfuasi wa Yesu, usiwe mfuasi wa dhehebu. Ukiwa mfuasi wa Yesu utaifahamu kweli na utaiishi, lakini ukiwa mfuasi uki wa, wa dhehebu utategemea dhehebu ndio likulipe. Kwani ni watu wangapi wanaenda makanisani wanata, wanatarajia wapate kitu? Wanaenda makanisani sio, wengine wanaenda makanisani kuabudu, wanaenda makanisani wapate msaada, wasaidiwe na watu wasaidiwa na mtumishi wa Mungu, amwonee huruma, ampe ka, ka, ka, ka kiasi fulani, akale na watoto. lot of people wako. Sina maana ya kwamba ni dhambi kupata vitu hivyo. Biblia inasema tuwe na upendo, tusaidiane sisi kwa sisi, ni kweli. Lakini kama dhumuni lako wewe ni kwenda kusaidiwa, ah, my, my, my friend, umepotea. Mepotea mapema. Na ligundue mapema. Shtuka mapema.